Majina naitwa Amina ni mkazi wa Morogoro mtaa wa Ngoto. Moto ulitokea hapo, ilikuwa jirani, sisi tupo eneo la pale jirani, tukashuhudia kwamba moto unatoka hapo chochoroni na ukawa unawaka taratibu, baadaye tukaona moto unazidi kuwaka na tujajua chanzo ni nini, na vitu vilivyoungua ni vitu vya thamani tu, japo watu hamna aliyeungua, lakini vitu vya thamani kama mnavyoona, na maeneo jirani na umu wote walikuwa wanaishi wote lakini hamna leo nguo. Ni vitu vyao vya samani vyote vilivyoungua. Kuna vitanda asimia kubwa hapa, vitanda, makochi, makabati, ni furniture zote zilizoungua. Majina yangu naitwa Swaibu Ramadhani ni mwenyeji wa huu mtaa Ngoto ambapo ndo tukio lilipotokea saizi wa moto, chanzo cha moto hakijajulikana ndani nini, lakini ni shoti ya umeme kusababu, ota, kwa sababu mafundi wote wakawa wameshafunga vitu vao hapo wa wa saluni kwetu na majirani zetu baadhi. Ikaja umezidi nyingine mbili zote kwa pamoja, maji yakawa yamekata. Nyingine kama hivyo mnavyoisikia na bado moto ndo kama hivyo mnavyoona, mwishoni mwishoni unaishia cha kushukuru Mwenyezi Mungu hakuna mtu ambaye ameungua zaidi ya tu matilio ambayo ameteketea me, kama hivi mnavyoona kikubwa tu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu hakuna ambaye amepata majeraha yoyote na baadhi ya matilio tumeokoa. E, changamoto hii imetokea nadhani ni saa mbili na kitu, moto huu ulitokea na chanzo chake kama hivyo umeona, serikali nashughulikia kwa kujua chanzo chake lakini imeteketeza mali za watu, nyumba za watu zimeungua, lakini tunashukuru Mungu ni watu wako salama. Hakuna ambayo walioweza kuathirika na moto huu kwa kuumia au kwa, kwa, kwa maana ajali hii ya moto. Lakini kubwa zaidi bado, kama mbunge wa jimbo la Morogoro mjini, bado kitengo chetu cha zimamoto kiko chini sana kwa manispaa ya Morogoro. Sielewi tatizo ni nini, kwa sababu huu moto umetokea, wako jirani na, na, na kituo cha faya, lakini faya imeshindwa kuzima moto huu. Kwa hiyo hilo nalo tutalifikisha serikalini walifanyie kazi, na naamini viongozi wa serikali wamekuja, wameshaona hilo jambo. Hatuwezi kuwavumilia tena. Maana haya matukio ni matukio karibu ya nne sasa yanatokea na bado tatizo ni wao kutowahi, na wakiwahi bado matatizo tena, maji hakuna. kitu gani hakuna? Ndio hivyo. Na sisi wananchi tunazidi, wanazidi kuumia kwenye masuala kama haya, lakini pia tutalifikisha kuna kuhusika husika, ili kitengo hiki cha Morogoro kiweze kurekebishwa na kuwa imara. Kwa majina, naitwa Daniel Myalla, uh, ni operation officer mkoa wa Morogoro tupata tukio la moto uh, vibanda vya biashara ambao wanatengeneza furniture mtaa Ngoto kwa Morogoro mjini ambapo jeshi za moto na uokoaji kushikiana na wenzetu jeshi la wananchi kiosi cha Mzinga tuweza kufika kwa ajili ya kupambana na moto huo, ambapo kama unavyoona moto ulikuwa ni mkubwa na vibanda vingi ambavyo vilikuwa vimewekwa kwa ajili ya kutengenezea hizi furnitures vitanda pamoja na, na, na, na, na, vitanda pamoja na viti mbalimbali vinaweza kuungua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi makadirio kama vibanda 10 au 12 ambavyo vinaweza kuungua. Kwanza tupenda ku, ku, ku, ku make clear kwamba tulifika ingawa taarifa zilifika kwa, kwa kuchelewa ukiangalia hapa na kituoni ni distance chache ila taarifa mpaka moto unawaka ambao mpaka anatupigia simu kwa moto, kwa ameshafika, ameshafika kwa mkubwa. Kwa hiyo tulifika gari ikiwa na maji, baada ya kumaliza kufaiti kwa tripu ya kwanza tukenda crew kwenda kuongeza maji kwa tripu nyingine ndo hapo tukawasana na wenzetu wakaja kutuongezea nguvu.